Nikukaribishe tena ndugu mpenzi mtazamaji na mfatiliaji wetu katika mwendelezo wa habari pamoja na matukio mbalimbali kuhusiana na sakata la kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu. Mwenyekiti huyo alikamatwa siku ya jana Jumatano ya tarehe tisa mwezi huu wa nne na mwaka huu wa 2025 ingawa chanzo cha kukamatwa kwake hakikuwekwa wazi moja kwa moja mara baada ya yeye kukamatwa tarehe tisa mwezi huu wa nne na mwaka huu wa 2025 majira ya saa nne usiku, ilidaiwa ya kwamba Tundu Antipas Lissu amesafirishwa kwenda Dar es Salaam na kwamba pindi atakapofikishwa basi atapandishwa kizimbani. Muda huu katika meza yetu ya habari tunaye wakili msomi Jebra Kambore anazungumza na kuidadavua sheria na katiba kwa undani zaidi, hasa hasa kuhusiana na makosa ambayo Tundu Antipas Lissu anatuhumiwa nayo. Tutakwenda kumsikiliza wakili msomi kwa undani zaidi, atuambie pia e, je, vipi kuhusu kunyongwa Tundu Antipas Lissu iwapo mahakama itamtia hatiani? Lakini kabla hatujakwenda mbali zaidi, naomba nikuombe, hakikisha Unapokuwa ukitazama video hii, bonyeza alama ya like hapo chini ili kusudi video hii iweze kutembea kwa kasi zaidi na kuwafikia watu wengi sana, na wao pia waweze kuipata elimu hii kutoka kwa wakili msomi Jebra Kambode, hakikisha una like video hii. Leo makamu mwenyekiti wa chama hicho cha Chadema alipopata upenyo wa kuzungumza alisema, mawakili wa nje na ndani ya nchi wameshapata taarifa za Tundu Antipas Lissu kudakwa na kwamba wameshaanza kulivalia njuga jambo hilo, hasa wakili wa Tundu Antipas Lissu aliyeko nchi za nje anayeitwa Amsterdam. Saa chache baadaye Tundu Antipas Lissu amefikishwa mahakamani na, na, na amesomewa mashtaka ambapo miongoni mwa mashtaka aliyosomewa ni shtaka la uhaini ambalo nadhani ndiyo shtaka kubwa zaidi nchini. Tutakwenda kujua pia nini maana ya kosa la uhaini, adhabu yake au hukumu yake na kadhalika, kupitia kwa wakili msomi Jebra Kambore. Hapa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imepokea kesi ya jinai dhidi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu anayekabiliwa na shtaka la uhaini, yani treason, ambapo amesomewa shtaka hilo kwa mujibu wa hati ya mashtaka iliyowasilishwa, Tundu Antipasiliso anadaiwa kutamka na kuchapisha maneno yanayodaiwa kuwa na nia ya kuchochea vurugu na kuvuruga uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Katika hati hiyo inadaiwa kuwa tarehe 3 Aprili April mwaka huu wa 2025, ndani ya jiji la Dar es Salaam Tundu Antipasilisu alinukuliwa akisema Walisema msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi, hiyo ndiyo namna ya kupata mabadiliko. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha sana sana huu uchaguzi, tunaenda kuuvuruga kweli kweli, tunaenda kukinukisha vibaya sana. Serikali inadai kuwa kauli hiyo inaashiria nia ya uwazi ya kuchochea wananchi kuzuia uchaguzi na kuvuruga utulivu wa kitaifa, jambo ambalo ni kinyume cha sheria. Mashtaka hayo yanaeleza kuwa Tundu Antipas Lissu, akiwa raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitoa kauli hizo akiwa na dhamira ya kuzuia uchaguzi na kuishinikiza serikali, hali inayodaiwa kuwa ni kitendo cha uhaini. Kwa mujibu wa wakili msomi Jebra Kambore na mnukuu hapa, eh, alichokizungumza na kukichapisha kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter ambapo ameposti maelezo ambayo yanasomeka kama ifuatavyo. Sehemu ya kwanza, makosa dhidi ya utulivu wa umma. Sura ya saba, uhaini na makosa mengine dhidi ya Jamhuri. Maneno haya nitakwenda kukusomea doti kwa doti kuanzia mwanzo hadi mwisho. Wakili msomi Jebra Kambore ameyaposti maneno haya kwa lugha ya Kiingereza, lakini mimi nitakwenda kukutafsiria kwa lugha adhimu kabisa ya Kiswahili. Sura ya saba uhaini na makosa mengine dhidi ya jamhuri. Sehemu ya kwanza makosa dhidi ya utulivu wa umma. Sheria ya uhaini namba mbili ya mwaka 1979. moja. Mtu yeyote ambaye ni raia au ana uaminifu kwa Jamhuri ya Muungano, A, akiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano au mahali pengine, anaamua au kujaribu kumuua rais; au B, akiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anapigana vita dhidi ya Jamhuri ya Muungano, atakutwa na hatia ya uhaini na atahukumiwa adhabu ya kifo baada ya kutiwa hatiani. Namba mbili. Mtu yeyote ambaye ni raia au ana uaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa ndani au nje ya Jamhuri ya Muungano anapokusudia kutekeleza au kusababisha kutekelezwa au anapokusudia kuchochea, kushawishi, kushauri au kuelekeza mtu au kikundi cha watu kutekeleza au kusababisha kutekelezwa vitendo vifuatavyo: A. kumuua, kumjeruhi, eh, kumuumiza au kumfunga, au kumzuia rais. B. Kumuondoa kwa njia zisizo halali rais kutoka kwenye nafasi yake ya rais au kumvua hadhi, heshima na jina la mkuu wa nchi na amiri jeshi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. C. Kuiondoa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa njia zisizo halali au D. kuitishia idara ya utendaji, bunge au mahakama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na akadhihirisha nia hiyo kwa kuchapisha maandiko au kwa kitendo e, au kwa tendo lolote la wazi, atakuwa ametenda kosa la uhaini na, ata, na atahukumiwa adhabu ya kifo baada ya kutiwa hatiani namba tatu. Mtu yeyote ambaye ni raia au ana uaminifu kwa Jamhuri ya Muungano a anashirikiana na maadui ya Jamhuri ya Muungano au kuwapa msaada au faraja akiwa ndani au nje ya Jamhuri ya Muungano, B anachochea akiwa ndani au nje ya Jamhuri ya Muungano mtu yeyote kuivamia Jamhuri ya Muungano kwa nguvu za kijeshi au C anachukua silaha akiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano kwa lengo la kulazimisha serikali ya Jamhuri ya Muungano kubadilisha maamuzi au sera zake au kuiwekea shinikizo au kuitishia serikali ya Jamhuri ya Muungano atakuwa ametenda kosa la uhaini na atahukumiwa adhabu ya kifo baada ya kutiwa hatiani. Namba nne. Mtu yeyote ambaye ni raia au ana uaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa ndani au nje ya Jamhuri ya Muungano, kwa nia ya kuwasaidia maadui wa Jamhuri ya Muungano, anafanya tendo lolote lililokusudiwa au linaloweza kuwasaidia maadui hao au kuingilia utunzaji wa utulivu wa umma au serikali ya Jamhuri ya Muungano au kuzuia kazi ya jeshi la ulinzi au jeshi la polisi au kuhatarisha maisha ya watu, atakuwa ametenda kosa la uhaini na atahukumiwa adhabu ya kifo baada ya kutiwa hatiani. Hicho ndicho ambacho amekiposti wakili msomi Jebra Kambole, eh, Kambole, hasa hasa kuhusiana na hiki ambacho kwa sasa eh, kinamlenga kina mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Lakini pia kwa upande mwingine chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimekosoa vikali hatua ya kumkamata mwenyekiti wake pamoja na viongozi wengine wa chama hicho na kutuhumiwa kwa makosa ya uhaini. Chama hicho kimesema kuwa kitendo hicho ni jaribio la kudhoofisha sauti ya upinzani na kudhibiti na kudhibiti juhudi za chama hicho za kuelimisha wananchi kuhusu mapungufu katika mfumo wa uchaguzi wa Tanzania. Hayo yameelezwa kupitia taarifa kwa umma iliyotolewa leo eh, Aprili 10 mwaka huu wa 2025, na makamu mwenyekiti wa chama hicho bara John Heche, ambapo imesema kuwa hatua hiyo ya kumkamata Lissu ni sehemu ya njama za kuzuia Chadema kuendelea kutoa elimu kuhusu ukiukwaji wa haki za kidemokrasia ikiwemo wizi wa kura katika mchakato wa uchaguzi. Katika taarifa hiyo, Chadema imesema kuwa kumkamata Lissu na viongozi wenzake ni hatua ya kikatili na isiyo na msingi, na kwamba tuhuma zilizomkabili Tundu Antipas Lissu za kufanya uhaini ni njama za serikali ya CCM kwa lengo la kuzuia chama hicho kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu dosari katika mchakato wa uchaguzi wa Tanzania. Chama hicho kimesema kuwa serikali inatumia nguvu ya dola kuzuia upinzani na kulinda mfumo wa uchaguzi unaodaiwa kuwa batili na hauaminiki. Taarifa hiyo pia imeeleza kuwa Tundu Antipasilisu na viongozi wa Chadema wamejikita katika harakati za kutoa elimu kwa wananchi kuhusu haki zao za kidemokrasia hasa haki ya kuchagua viongozi kwa njia ya haki na bila ya udanganyifu. Vilevile, taarifa hiyo imesema kuwa Chadema inatoa wito kwa jeshi la polisi kumwachia mara moja Tundu Antipasilisu na kutohusisha mashtaka ya uhaini katika juhudi za kisiasa za kuzuia haki za kikatiba za wananchi. Chama hicho kimesema kuwa tuhuma za uhaini dhidi ya Tundu Antipasilisu ni hila za kisiasa zinazolenga kudhoofisha Chadema na eh, kudumaza demokrasia nchini. Aidha, Chadema imelionya jeshi la polisi kutorudia vitendo vya ukandamizaji dhidi ya viongozi wa chama hicho, kama ilivyotokea kwa Freeman Aikaeli Mboe ambaye alikamatwa kwa tuhuma za ugaidi baada ya kuanzisha vuguvugu vugu la kudai katiba mpya. Taarifa hiyo inasisitiza kuwa vitendo vya matumizi ya nguvu dhidi ya viongozi wa Chadema vitachochea hasira zaidi na kujenga upinzani dhidi ya serikali. Chadema imeendelea kusema kuwa mikutano na ziara za chama itaendelea kama ilivyopangwa bila kuingiliwa na vyombo vya dola. Taarifa hiyo imesema kuwa haki ya kujieleza, kukusanya na kutoa maoni ni haki ya kikatiba na chama hicho kitaitumia ili kufikisha ujumbe wa, wa mabadiliko kwa wananchi licha ya vitisho kutoka kwa vyombo vya dola. Pia, chama hicho kimehimiza wanachama wake na Watanzania wote wanaounga mkono wa mabadiliko kushiriki kikamilifu katika harakati za kudai haki na mabadiliko ya kweli katika mfumo wa uchaguzi. Chadema imeongeza kuwa huu ni wakati muhimu wa wananchi kuchukua hatua madhubuti ili kulinda haki zao na kuhakikisha kuwa demokrasia inatekelezwa kikamilifu nchini. Mwisho, Chadema imeomba msaada kutoka kwa mwanasheria ndani na nje ya nchi kujitokeza na kushirikiana katika kumtetea Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu pindi E, shauri hili litakapopelekwa mahakamani. Taarifa hiyo imeeleza kuwa hii ni fursa muhimu kwa wanasheria kutetea mabadiliko ya mfumo e, ya uchaguzi na kulinda demokrasia nchini. Hii ndo imekuwa habari ambayo ime, e, tumekuwa nayo katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako ili kusudi nawe pia mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu uweze kupata kujua ama uweze kupata e, kufahamu yanayoendelea kwa sasa.